Hauwezi ukawa na uelekeo wa maisha, hauwezi ukajua shabaha ya maisha, hauwezi ukaachivu vitu vikubwa, kama utakuwa umekosa malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mrefu at least yanatakiwa kuanzia miaka kumi na kuendelea. Unapofanikiwa kutengeneza shabaha ya miaka kumi na kuendelea, unakuwa umefanikiwa kupata uelekeo wa maisha yako for the next good 10 years na kuendelea huko. So lazima uweze kupambana kuweza kutengeneza malengo ya muda mrefu. Unawezaje kuyapata haya malengo? Ntakupa vitu vitatu. Sehemu ya kwanza, angalia kusudi la maisha. Kama umefanikiwa na umepata neema ya kuweza kulitambua kusudi lako la maisha, ni sehemu nzuri kabisa ya kuweza kuanza kuangalia picha yako ya miaka kumi ijayo. Unataka iweje? Unataka kuwa umefika kiwango gani cha maisha? Unataka kuwa na hali gani kiuchumi? Kwenye familia unataka uweje? Unataka unataka uweje? Uwe na watoto wangapi? Unataka kuwa na nyumba ngapi? Kwa hiyo, jitahidi kuweza kutafsiri picha ya maisha yako kutokea kwenye kusudi la maisha. Sehemu ya pili ni kwenye ndoto au maono ambayo uko nayo. Tunapozungumzia tunazungumzia kile ambacho unakiona zaidi ya upeo wa macho yako, unapoweza kuiona kesho yako, unapoweza kuiona miaka kumi ijayo, unapofanikiwa kutengeneza picha ndani ya fahamu yako, nini unataka kiwe, nini kitokee, hiyo ndio maono. so tengeneza picha ya malengo ya muda mrefu kwenye maisha yako kutokea kwenye maono. Sehemu ya tatu, angalia role models wako. Kama umefanikiwa kupata watu ambao kila unapowaona ni kama unajiona wewe kwenye maisha yao, ni kama unaona sehemu ya maisha yao kwenye hatua zao, ni kama unaona kule walikofika, unatamani kuweza kufika, inaweza ikawa sehemu sahihi kabisa ya kuweza kuanzia kutengeneza malengo ya muda mrefu. Role models ni watu ambao wanakusaidia kujua nini unatamani kuwa kwenye maisha, umbali gani unatamani kufika. Kwa hiyo kama utakuwa na hawa watu, itakusaidia kuweza kutengeneza focus ya miaka yako kumi na kuendelea.